Ayo sina yale no. Umeyatafuta huko ambao kwenda kuchukua vitu vya watu mm. Kati ka yule yule koja hapo, utusaidia na wao tusaidia. Unachukua mwanamke huko unaanza un, una kucheza cheza alafu baadaye ukachukua tu ukula vitu vya watu. Wacha yaone hayo ni yako mwenyewe. So, baba mbona una huruma kabisa? Sio mambo ya huruma, wacha apate atabu huyo kijana ametushinda kabisa. Mimi natambua huyu msikiana tu. Leo wanangu wa nguvu kazi na na amazing zaidi mzee, nashukuru sana kwa kwa support yenu bana, bila sema nimefika, alafu mnanifanya najihisi mtamu by <laughs> by the the the way hapa, Mary, ametoka. Tumetoka the way way siko hapa hapa hapa kwa furaha Mary Mary, mmemwona ametoka, tumetoka all the way from Nairobi mpaka sehemu tulipo hapa, ni huyu msikiana tuanangana aybiehmoimeik a aanska urah nanumni mpaka sehemu ulwa umn mimi ni Mkamba eh. mm. Mkamba ameomoka meishi Nairobi sana. <laughs> <laughs> <laughs> eh. Anyway, sanasoo mbaya so, Mary, uh, we are not here for fun by the way. Na sio furaha yangu kuwa hapa because mimi niacha kazi zangu zote mpaka nifike sehemu ambayo nimefika si ndio? Hapa ni Machakos karibu na Kangundo Road na naona kuna gari ingine hapa inapita, itabidi nimsogea kidogo then tuendelee kupiga story, tupige gumzo cause we kitu ambacho kimetuleta hapa ni ile story ya Aroni ambayo inaendelea, story ambayo kwa kweli sio nzuri sana, sio nzuri, sio nzuri kabisa. Story ambayo sio nzuri kabisa, eh, sio nzuri. Tunavyosema sio nzuri, sio nzuri, ni story ambayo inahuzunisha, inahuzunisha kabisa. Mary, unaweza kuja. Wah. Mary. Unajua, Unajua story story vile imekuwa yeye bado ana miguu miguu ya ya ng'ombe na hapa, na ya ng'ombe na na na na mlikuaje mpaka mkamleta hapa hapa akiwa nyumbani nyumbani nyumbani. Mimi mimi simu nilipigiwa nikaambiwa, but sijajua sikujua anything about hiyo, hiyo mm, story. Unajua vizuri kabisa. Mm. Mm. So unipeleke nyumbani na mimi mwenyewe, by the way I, I, I thought I think it was a good idea that we are supposed to go there. Uliniambia sio? Sio mbali mbali huko, ni hapa tu karibu. Hebu ingia tuende. Ingia tuende. Cameraman. Sijui kama utatufuata nyuma na by the way kama, nyuma ya kamera ni mtu mbali kabisa anaitwa Travi, Mnyamwezi kabisa, anafanya kazi nyingine amazing. Ingia kule tuende. Mm. So, sio mbali sana na huko. Yaani kwa kweli fura yangu si yeye kuwa na miguu ya ng'ombe. Hiyo si fura yangu kabisa. Si fura yangu. Si fura yangu kabisa. Lakini sasa tufanyaje? So Mary, wewe bado ulimesema ulitia bidii kuhakikisha ako sawa na yeye atake kuelewa ilitia bidii pande yangu yeah. But kulingana na Roni ai niliachana mm -hmm, na story zake. Sini brother, sini brother yako. Ah, for me I don't care. Acha chochote kenye kitafanyika kifanyike tu. Anafaa ingia ndani. Tuende because wamesema sio mbali na hapa. Sio mbali. So anaweza tufuata kwa mguu ama ingia kwanza? Cameraman, unaweza ingia? Eh, tufike alafu den tuendelee. I think it's a good idea, sio? Yeah. Unaweza cut. Sasa, eh, eh Mary, umeniambia tuko mbali sana. Ndio maana nadhani niambia cameraman ashuke. Niwaambia by the way ni mtu mbadi anaitwa Travis. Maze. So tuna tunaenda tu polepole. Eh, tuone vile itakuwa. So umesema si mbali na hapa? Ah, si mbali ni hapa tu tumeshafika. Wow, na Ukambani is very green by the way. <laughs> Eh? <laughs> Ukambani ni green. Mimi ushangaa watu wanasema ukambani kumekauka. Huku kwetu kuko green, you must be very lucky bana. Unajua sijaiona mimi, hii ni maajabu. Naona hii ni maajabu, kuko green vizuri vizuri kabisa. So cameraman anazidi kufanya kazi yake pale. So, ndio hivyo tua, tutaharakisha kidogo. Tukifika utaniambia nimefika, sawa. Eh, tumefika hata boma inaonekana. Eh, ni hapa? Ni hapo mbele kidogo. Eh? Ni pale mbele. Oh. Mm -hmm. So kumbe ni place rahisi sana. Kumbe si mbali sana. Mm, -hmm. Si mbali. Mm. Ngoja uh -huh. Mm. Nafikiri ni sehemu tunaenda mpaka tuchoke. Tunakata kona sasa, tu ni hapa. Ni boma ndio. Oh, boma ndio hii. Mm. Kumbe it's a very good place. Eh. Mm. Eh. Okay. Mm. Wow, sasa mimi naogopa najua. Usiogope, ataweza kusema mi ndo nimefanya mtoto wenye amekuwa na miguu ya ng'ombe. Kama hapana, nilikuwa nishaelezea. Madhe anajua, hatuwezi leta. Kuko safe. Mimi naogopa. Kuko sawa na wasiwasi. Anajua, anaogopa sana kabisa, anaona watu ni wengi Ah, labda tu wageni kama ni wageni wamekuja kutembea. Hmm. Hmm. Wa naona ni wengi. Si watashangaa gari. Kumbe naona mnakoa na gari. Ni yenu hapo. Unajua ushago? Eh, ni ya ni ya baba. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Sawa, sawa. Lakini mimi nikiwa na wewe sina wasiwasi kabisa. Acha sasa nifunge hapa tuone vile itakuwa, si ndio? Acha nifunge hizi vio. Tusi, unaweza shuka tu wewe nikiendelea kufunga hapa. Aki niko na tension na aki. Wow, moyo wangu unatetemeka kwa kweli, moyo wangu unatetemeka sana. Acha nifunge hizi vio then tuone, tuone vile itakuwa. Kijana ana shida sana Chani, we, so hata hawawezi wa kukukimbilia wakusalimia, ama wako na stress zao. Mambo? yeah. Pole kwa usumbufu. Mambo mkopoa, niaje bra? Mambo ni maembe kidogo kidogo. hey, Roni, shida ni gani? Mambo. Asante, asante asante. Mambo. mm. Babu shosho, mambo, niaje? yeah. Bra mambo mkopoa, naitwa nani fei Neema. Roni. Shida ni gani, Roni? Yaani sasa nimekuleta wewe mwenyewe ndio at least uweze mm. kunisungumzia. Unafurahi tu, unafurahi tu ukitabasamu. Sasa nifanye aje Lamo, mm? Nifanye nini? mm? Mimi nilijaribu kuongelesha Roni bata kusikia. Sasa nitafanyaje? mm. Wow. Sasa baba, baba, baba, huyu yeah, nilikuwa nilikuwa nimemwona kwa picha. Niko yeah. Uh, poa. <laughs> na huyu naye si amjua vizuri <laughs> huyu ndio mamangu. Oh, okay. Sasa mama, mnavyomwona vile alivyo mm. si kupenda kwake na roni bwana, napenda kusumbua Roni. Ni mtu ambaye ni msumbufu sana. Na amewambia ni kitu gani ambacho kimefanya amekuwa hivyo? Huyu Roni ni mm. ninajaribu kumwambia wachane na tabia mbaya, na huyu Roni hataki kusikia mm. na huyu Roni mm. sijui alienda na siku ile alikuja yeah. Nilimwona akikaa hivyo anaenda na miguu kama ya ng'ombe, yeah. Sasa mimi nikachangaa yeah. Nikashangaa loni alimevanyaje yeah. Naloni namwambianga na, na, na loni atakangi kusikia, lakini loni ni mtoto wangu nampenda sana yeah. Na sasa yeah. Si ninaongea na baba ake yeah. Sasa babake siaongee na yeye amwambia, ni, ni shida gani namushika, alikuja akiwa hivi. So wewe baba ume, ume umekuwa umemwongelesha? huyu kijana si wa kuongelesha huyu, nimeongelesha mara nyingi na loni huyu ananishangaza, ni mtu ametoka hapa akaenda Nairobi na akaenda mm. na akakaa huko na wasikiana wengine mm. hata tukijaribu kumwambia tuletee pesa ee, hey, hajali mm. sasa hata anavaa akae hifo tu O, o, baba, nikuulize kweli wewe ni we, we, we ne, we ne mzazi bro? Mbona sasa we mwenyewe una makosa na unaanza kusema usame nisamiwe kabisa, kama vile unavyo enzi wanavyoamka nisamiwe <laughs> nisamiwe, nisamiwe tu. Mbona unakula pesa za watu, bro? Nitafanya nta, namna warudishiwe. Tunaweza ongea na kina dada alafu na kina madhe tu rudishiwe pesa ya Sara mm. Brother, unajua wewe uko na kiburi mingi. By the baba, acha kwanza anawa ni akina nani wamejaa hapa ama hawana shida? Hawa wengine ni watu anakuja kuona vile hali yake ilivyo. Vile mm. alivyokuja akiwa anakaa. Mm. Lakini sasa mambo ya kusema tusirika na na mambo ya matibabu. Hatuni mm. kama hiyo inafaa. Huyu mm. mtu anafaa kukaa hivyo tu. Mm. Hata kwetu yeye anasumbua sisi mm. na mama na hata sasa vile anasema asame mm. yeye. Huyu jamaa huyu ni akaa hivyo tu. Mama kwani, au auoni aibu mtoto wako akiwa hivyo? Mimi ninaona aibu, huyu mm. mtoto wangu mm. ninajaribu nil, wakati nilimwona akiwa hivyo akinikuja ha, ha, akiwa hivyo mm. nilijaribu kumpeleka hospitali mm. na akatibiwa, na hiyo konju utaki kupona mm. na sasa mm. mimi nimeishiwa na pesa ila nilikuwa nazo. mm. Sasa ninauliza mimi nifanye nini? Niuza shamba langu? Sasa sijui mimi naweza kufanyaje? Hata mimi nimeshangaa mm. ninamwona hivyo, na ninataka mm. akuwe mtoto mzuri. Sasa daktari ameshindwa mm. sasa nitaweza shamba. Ulimpeleka kwa daktari wa kienyeji? eh, nilimpeleka mm. nilimpeleka na akashindwa mm. na sasa ninamhurumia mm. Ninaambia baba amhurumia, na huyu baba hataki kumhurumia, anasema anataka akaa hivyo. Sasa huyu baba namuuliza kwani huyu mtoto si wake? Mtoto huyu si wa wakuhulumiwa. Huyu huyu mtoto anasumbua sana. Mimi mtoto wangu mzuri ni huyu msikana tu Meli. Meli ndio msikana wangu sasa, huyu ndio msikana wangu mzuri. So, the ndio msikana wangu mzuri, napenda msikana wangu kikweli, lakini sasa kijana ametukashilisha sana. Sasa unajua uweze pendwa na wewe mwenyewe ndio una, una tabia ambazo za hmm. kufurahisha. Naomba leo ikwani nisamie, nitakuwa nakuja nyumbani kila wakati na kuja kuwaona Yeah, promise promise, na pesa so zenyewe zenye, ulichukua wapi bro pesa? Unajua nilikuja nile, nile, nikakaa na ule kazini ya Saraha, but nitajaribu ku refund back. Si naomba hadi like da, da, babangu asaidie Saraha aenda asa, uze ile ng'ombe yake ki, amlipie pesa kidogo hmm. ng'ombe ya nani ile ambayo unasema iuswe? yeah, ya nani ile atauswa? Ali, hii ni wewe umeenda ukairokota kule ulipoenda. Hapana, nisamee, nisamee, sitairudia, mnisaidia tu nitoke kwa hii shida, nisaidia. Lama, unaona ka ni kusaidika mi ndio ningesaidia Roni e. But Roni nilijaribu nilijaribu Mere. Akusikia mimi hata na backup babako, sawa atoke Mere. Akaya hivyo abaki hivyo venye yako. Hapana, sasa bro kila wakati unasema usamehewe na wewe mwenyewe unataka kuonyesha ile upendo wa kusamehewa jamani. Na jaribu nitakuwa nitakuwa nita, nitasikia like, nimeheshimu nime zote za Marina dad na mom na mbona mmemwekea cautions mama kwani Roni? kwani wewe huu mtoto si wako kwani unataka kusamehea mtoto kwa nini? Huyu mtoto kwani si wako? Mtoto huyu si wa kusamehewa huyu, ni akae hivyo kwa sababu ya ujeuri wake ule ambao anatuonyesha kwenda na alobi na kwenda kukaa na wasikiana huko na kuanza kula pesa za watu. Hayo ndio yakaanza kutokea sasa, wasema we mama, tusamee. Ah, mimi kila mimi na, nasema kwa ninaona mimi huu mtoto kwanza si wako, hata kama huyu masama... unataka kumsamehea mtoto si wako? ni ni mtoto wangu eh, huyu mtoto ni wangu, hmm. e, So ishowezi msamee uh, ni wako tu, ni, ni, ni wangu naye na, na, na uyu baba yake, si unasema si wake. Kama hataki kumsamea si wako, kama utaki kumsamea si wako yeah. Yeah. Sasa ule msamaa unasema msamaa mpaka mnataja taja ng'ombe, hiyo ni msamaa wa, wa aina gani? Na ye mwenyewe ame, ametafuta haya, haya, haya, ni yeye ametafuta ye mwenyewe, wacha akae kwanza. Lakini baba wewe una huruma kabisa na mtoto wako jamani huyu mtu ambaye si wa kuhurumiwa. Mm. Lo, ni wewe, wewe si wakuhurumiwa wewe, wewe, wewe. Unapaa kwanza upate adabu. Hapana. mm. Nisamie baba, nisamie dad, ntarekebisha tabia zangu zote nitakuwa sawa, nita, nisamie tu like nitoke kwa yali leo, nitoke kwa yali juu sinadi <laughs> Wa ya yeah, wanisamee lama, wangeleshe hata watafute nini hapo hivyo, wapatiane. Nikuja nikwesa, wangelia miguu, wangelia vile nimi nakaa saizi, nateseka, nisamee tu sasa sasa dadi, una, mimi mambo amzamaa kulingana na vile huyu kijana mjeuli inanishinda kabisa. Huyu amenishinda kabisa katika hali ya tabia zake ngumu ngumu, na ambao sasa, hata tukipika tuki simu kwake achukui mm. Sasa unasema watu unasema, unasema tususamee, lakini hayo kwanza mm. Kwanza aanze kupata tabu mm. so, uoni, kama ni kitu kibaya ambacho amefanyiwa dada huyu mtu atafanyiwa kitu kibaya na yeye mwenyewe ndio ameenda kuyataputa mwenyewe. Haya haya haya mm. Wow. Shosho mambo oh. Yeah. Uh, uh, mimi uh. Nasangaa uh. Ni mtoto wangu anavaa uh. Ni mshuko wangu u uh. Baba uh. yake, namwambia uh. amshomee na kitu amshome. uh. Nina, ninashangaa hii uh. Natia mafungu ya ng'ombe uh anatoa wapi? kama mara anaweza mulika kule kidogo vile. shosha anaongea, shosha nasema mafungu ya ng'ombe imefanya nini? Mimi nashangaa mm. ni hii mtoto ni mshukuo uwangu mm. anafasi tu hii mm. mimi nakataa. hiyo uu, oh, mtoto wangu ashome hii, mtoto ni wake mm. kama anasaa mtu mbaya mm. ni wake mm. amchome, mnashangaa mm.

So baba umesikia, Shosha amesema umsamehe jamani. Susu wake ana huruma zingine ambazo tutakubaliana nazo. Mm. Sababu ya huyu mtoto wetu. Leo ni wewe, nimekuelezea mambo mengi sana. Na labda unisikilize. Mm. Sasa Susu tu amekuja kwanza kusema usamehe wewe. Umetafuta wapi hayo? Mm. Sina yale umetafuta huko ambao kwenda kuchukua vitu vya watu. Mm. Kati ka hilo yeye ulikuja hapa utusaidie, na wewe utusaidie, unachukua mwanamke huko una, un, unaanza kucheza cheza alafu baadaye ukachukua tu kula vitu vya watu. Wacha waone hayo ni yako mwenyewe. Mm. So baba, mbona una huruma kabisa yani? Sio mambo ya huruma, wacha apate adabu huyu kijana, ametushinda kabisa. Mimi natambua huyu msikiana tu mm. So, uh, wewe mbona Mary uongee chochote? Yaani the only thing una feel like it's good yani, wewe brother wako nini ukusumbuliwa? Mimi, kulingana na mimi, Roni niko tu sawa mm. Mm -hmm. Wacha tu Roni apate adabu juu Roni hakuwa nasikia wewe mambo Poa. Pole kwa kuku, naona mko hapa wengi sana na wengine unaona, shosha naongea hapa hata uwezi kumsaidia kwa Kiswahili? uh, naweza msaidia mm. Sasa hata sisi venye tuko hivi mm. Tunashangaa tunaweza saidia huyu kazini yetu aje by the way. Hata mm. ni kitu yani, tunashangaa shosho, hata tumejaribu kumtuma kwa baba yake mm. Amuongeleshe tuone venye. oh, so wewe ni nani kwake? Mimi ni kazini Aruni mm. yeah. mm. sasa mm. Tumejaribu njia zote mm. Tuongeleshe babake, unajua sasa authority ya kumsaidia Roni mm. na pia mama mama mama Keroni mm. ametumia zile pesa zenye amekuwa nazo zote, wakitembea huku kwa madaktari wa kienyeji mm. kwa mapasta pia wakijaribu kuona venye Roni atasaidika mm. at least miguu ikue sawa, mm. lakini imeshindikana. Sasa babake akitupea ruhusa, maybe tutaona the way forward venye anaweza saidika eh. Unajua eh, yani unajua mama, mi nashangaa. So we mwenyewe auna njia unaweza we msaidia huyu mtoto wako eh? Mimi, mimi niko na njia ya kumsaidia huyu mtoto mm. sababu mimi namhurumia sana mm. ninaona anateseka sana mm. Unaona si kawaita mtoto akuwe hivi anakaa ni nini miguu inakuwa kama ya ng'ombe. Sasa nilimwona hivyo nikashangaa nikasema hiyo mtoto wangu ni nani amemuroka sijui ni kuroka. Nikashangaa mtoto nikiwa peke yangu mimi nakaa na yeye. Yeah. Yeah. Mweke. Mm. Mm. Unasema ni msamee? Eh, msamee. Sasa mambo ya kumsamee, samee, hii ndio imefanya huyu kijana awe mjeuri. Bana. Mweke. Hakuwa utakusema ni mweke. E. Mweke nini baba? Mweke ni nini kwanza? Eh. Mambo ya kusamee ndio mimi nasema huyu ni adhabu anapata sasa. Huyu mtoto nataka wewe msamee kwa mtoto ni wetu etu sisi sii ni tulizaa nikiwa na wewe. Na e. Yale anayepata. Nataka kwanza twende samba samba huyo mtoto tumusaidie. ya ya. Ya nani? Nani? Ila yako. Haiwezekani. Ni wetu. Haiwezekani hiyo. Hata hata babu wake ana huruma sana kuliko wewe. Wachana na mambo susu.

amekuwa mjeuri kwa sababu ya hayo hayo, mwekee mweke, hii kitu mweke, ni nini? Sio wewe, sio wewe ndio umekuwa ukimfanya hivyo mpaka amekuwa na na. Hiyo ndio mimi nasema, hii ni adhabu, hii ni adhabu. Lakini adhabu, wacha, baada ya adhabu atarekebisha tabia, alisema atarekebisha tabia yake, alisema. Wewe wewe, msamehe, msamehe, Mungu atii amsamehe au nyezi ndui akitia kwa wanundu akosa sindiseni na niwe wa

Nani samba? Ni hakuna ni kutewa. Ni Susu so, so wewe kwanza wewe ndio unafanya huyu kijana awe mjeuri. Mweke. Watoto ni wetu. Si unapaswa msimame. Sasa Mary wewe, yani ongea chochote hata ukiwa kwenye. Ni wetu na hatutaki mtoto akiteseka na ateseka na mimi nasikia uchungu sana hiyo mtoto akiteseka. Mimi mwenyewe nasema mama, ana msimamo yako yenye umesimama nayo. Mary, asante sana. Mary, asante sana. Wewe ndio msikiana wangu, mimi ndio unga mkono Mary. Mimi najua hiyo mtoto kwanza si wako. Ni wako. So Roni wewe mwenyewe, unaona milivyo yako ilivyo, mwongeleshe Meri dad, Mera mwongeleshe dad, mwongeleshe. Yani unapitia hapo kwa Meli wewe unapitia hapo msimamo. Nilisha kata stories za Ronnie, sitaki kusikia. Simama upate adabu zake vile amefanya. Mimi nimekuwa naye na nimejaribu kusaidia Ronnie, lakini Ronnie asaidiki. Wacha tu Roni apate adabu vile anafaa. Kwa sababu ameelezewa na asikii. mm. mm. Sasa amekuja akiwa namna hii. Sasa. Hii mambo ya ng'ombe umeyatoa wapi? mm. Sasa hii umeyatoa wapi? Si ni ile vitu ya watu ambao unachukua chukua. mm. Sasa wacha ukae hivyo. Kae hivyo sasa. mm. Wewe ni kuuliza baba ushaijua ana tabia hizo za kuchukua vitu za watu labda na kutesa wanawake wa watu. Huyu mtu anafanya hivi la kukunywa kunywa pombe. Eh, hiyo ndio ni adhabu yake amepata. Hata ndada yake amenielezea huyu kijana tukikataa kumchunga huyu hata hatakuwa mahali, hatakuwa na msimamo. Sasa anakuja akiwa na namna hii. Sasa vile nimeambiwa na meli meli ya sande sana, nimeyaona matokeo mm. Ndio hayo hayo anayaona sasa mm. Eh, mikuu hii nani ambao wako naye mm. isipokuwa ni huyu kwa sababu yeye mm. kama ungeleza sikia yale ambao umetanywa na baba yako mm. ungekuwa ungekuwa msima na kufurahia yale yako mm. Sasa anakuja ukisema samba yuzwe yuzwe ya nani uh, sasa wewe uh, unasemaje? Mbona una point point kule kila wakati? Mimi nashangaa hmm. Ile kitu inanishangaza ni hizi hmm. Vitu ziko na huyu kijana, juzi alikuanga mtu mzuri hmm. Hmm. E, si naona point point kule sana, si naona mamake mamake anajaribu kupingana na babake hmm. Na hii ni kitu anafaa suluhisha wakiwa wawili hmm. Lakini ukiangalia msichana hmm. ukiangalia Mary Mary, kuna kitu anajua mm. anajua huyu kijana ni kama amekanywa, kanywa mara mingi na yes, amekanywa. Hiyo nao ni ukweli, mzee, siwezi pinga ile eh, mm. amekanywa mm. kulingana na mzee, mimi naona ako right. lakini mm. unajua at the end of the day, mzee, mpaka urudi chini, mpaka mm. urudi chini, manake kijana ni wako na yeye sikaa hivyo mm. manake sisi kama majirani tumekuja tunaendelea kushangaa mm tangu mkishangaa hivyo atakuaje? Meli, unaionaje meli wewe hayo? tuuze samba hapana shamba yuzwi. Roni akae hivyo Mm. Aa, mimi, mimi nataka samba yushwe hiyo yu, yu, mtoto asaitiwe aache kuteseka samba. Wa. Mbaya sini wako. Aki, mama naona kama ni ni stress. Eh? No, I Roni, ebu niongelesha alafu nikwambie unaweza enda kule mwongeleshe eh, alafu usikie vile atasema ah, eh. yeah, tafadhali mwongeleshe, mi niko hapa kwa, kwa ajili yako oh. Enda tu mwongeleshe.